Mambo vipi? This is Konde Boy. Jeshi, the CEO of Konde Gang. Niko hapa kwa address ili jambo nahusu mdogo wangu Chinga. Kwanza kabisa nikiri kwamba mdogo wangu alinitumia message na kuniomba kwamba anataka kutoka kwenye rebo akawa independent artist. Na mimi nilimjibu straight kwamba mdogo wangu, wish you the best. I got you back all the time as usual. Kachi na viongozi wa Konde Gang video contracts. Mfano laizi, moni mnafanyaje Eh, uh, yeah, contract inasema endapo atataka ku terminate na ku own master, kununua ku own master, kisema master inamaanisha catalog of the whole entire catalog, nyimbo zote hata zile ambazo amezifanya mimi ili ziwe za kwake lifetime. Je, zinaingiza pesa kwake lifetime, inatokea alipie kuzinunua, hicho kiasi cha pesa kilichotajwa kwenye mkataba ambao mdogo wangu alisign wa 4 years ago na kampuni ya Konde Music ndio, uh, ilikuwa ni mazungumzo na yeah. Lakini um, sijui nini kimetokea kwake baadaye, um, akaja kusema on social media kwamba nimemdai uh, kiasi cha bilioni moja. Uh, nikiri kwamba sijamdai kiasi cha bilioni moja na um, nisingependa pesa yangu tena ije kunichafua mwenyewe uh, so, um, I did my best. I wish him all the best enda sana msapoteni sana uh, a hizi independent artists from now on mkiwa naongea promoters mkiwa na show mwiteni fanye pate risk aisaidie ya familia yake na uh, even though lengo tupate risk wote kama ilivyo mwanzo as you know ni biashara na tulikuwa tukijitahidi kwa uwezo wetu kuwekeza kwa uwezo wetu kuwekeza ili kukuza career ya msanii ambaye itakuwa ni lifetime na kuchange maisha yake So far tumshukuru Mungu kwa support yetu, tumeweza uh, kufanikisha kwa kwa kwa kuwaletea superstars kadhaa ikiwemo Mchinga, Kinanjela, Kilichidi, walikuwa pamoja na Country Boy, na wao wote walioondoka hakuja kuwa na marafiki yote, na wote wana own masters zao na yeah for good and for peace. Hamna mtu yote mwenye maamiko ma, ya kudaiwa. So uh, that's how we live live by lifting each other lakini pia speaking of Basata uh, nilipata mwito na niliomba management yangu niwakilishe. Nataka kujua issue ni nini, kwa sababu sikutegemea, na kwa sababu mazungumzo alizungumza naye na bwana Chinga, sikutegemea kama angeza kufika Basata baada ya kula sana na usuluhisho uh, so niliomba management yangu niwakilishe izungumze na viongozi uh, wa Basata kuona wanapataje mwafaka lakini wakaniambia okay, so far nisingeweza kuyashia sasa hivi, na mimi sikuona haja ya kusuluhisha na mdogo wangu au msanii ambaye nimemtengeneza mimi mwenyewe, na sikuona hiyo haja ya kutengeneza kaki, sikuona hiyo haja ya kutengeneza sintofahamu na mitaharuka. Uh, so as I said, my decision kuhusu, aende akafanya mziki wake na make sure mnamsupoti pia.